Matembezi ya mwaka huu ya amani ya kutoa hamasisho kuhusu utamaduni wa Wamijikenda yalianza baada ya washiriki kupanda miti kuadhimisha siku ya mazingira. Matembezi hayo yanayowashirikisha wapenda utamaduni na wadumishaji wa mila na desturi za Wamijikenda kutoka jamii hiyo yatafanyika kwa kipindi cha siku kumi kuanzia siku ya mazingira hadi siku ya mashujaa. Haya matembezi yalianza kitambo, yalianza mwaka wa 2010 baada ya kwamba tumeona uh, Kenya baada ya kuingia katika, katika kura. Kenya walipigana mwaka wa elfu mbili kumi na saba na 18, Kenya walipigana ukawa hakuna amani, tumeanzisha tata... hapa tutalala Rabai Kacho Center. Kuna wenzetu kule tutaandamana na wao, kesho tuanze kutembea sasa Tukitoka Rabai kesho asubuhi, tutalala Maireni. Kule kuna Kacho Senta nyingine, tutalala hapo. Kesho yake tutaondoka uh, tarehe kumi na moja tutalala Maireni. Tarehe kumi na mbili tutalala Mwarakaya Chonyi, na tukitoka Mwarakaya Chonyi tutalala Makomboani. Pale Makomboani watalala kwangu, nyumbani kwetu kwa nj, nj, Mwarandu kwa sababu kesho yake tutakuwa tunaadhimisha mambo ya kimila. Mimi babangu alikufa na babangu mdogo alikufa, kwa hivyo wanataka wachezewe zile ngoma ambazo wenyewe wakiwa vijana walicheza. Tunatembea tukihamasisha umma kuhusu uh, kwanza wametoka wapi, historia yao wao ni nani. Ndo unaona nimevaa uh, uniform za kule ninakotoka na jina pia sikusema la kitambulisho lile la Kizungu, nimesema lile langu. Hii ni kuhamanisha kwamba seo, ni kuhamasisha kwamba mimi asili yangu ni ipi kabisa. Wana madka wana utamaduni, wanatembea, na wanatembea utembezi wa amani, na hii ni shughuli ambayo wameanzisha muda mrefu, na ni shughuli ambayo ni muhimu. Dunia inaangazia masuala ya uendelevu wa mambo ile wanaita sustainability. Hawa wazee wamejileta pamoja kuhakikisha kwamba tunapata amani ya kuendelea. Umoja wa Mijikenda utapatikana kwa kurudia utama, kujua utamaduni wetu, kujua asilia yetu, kujua yale mambo yaliyotuleta pamoja na kuyadumisha katika asili zetu na mafunzo yaendelezwe ya si tu kwa watu wazima lakini kwa vijana. Washiriki wanaokokoteza amani kupitia nyimbo za kitamaduni na maongezi kuhusu udumishaji wa mila, waliingia barabarani baada ya kuanzishwa rasmi nje ya Chuo Kikuu cha Pwani. utakuwa na mazungumzo na vijana huko tunakotembea na wazee ili kujaribu ku, kuondoa taswira tuas, tofauti tofauti ambazo ziko katika jamii yetu, tunaelimisha watu yes, kutoka tamaduni zetu manake zinaachwa kitambo. Kwa hivyo tunaelimisha watu. Ndio hivyo basi, matembezi ya mwaka huu ya amani ya Wamijikenda yanaanza hapa katika Chuo Kikuu cha Pwani, matembezi ya kilomita 350 kwa muda wa siku kumi. Walitembea huku wakiimba na kucheza wakielekea katika kituo cha utamaduni cha Rabai ambapo walitoa hamasisho kwa wakazi wa Mnarani kuhusu azma yao kabla ya kuendelea na safari enu. Sasa mimi ni kusema asante sana kwa, ku, kwa kujitolea kuleta amani si Kilifi peke yake bali Kenya yote. Kama vile vijana wamesema ingekuwa muhimu mwanze kuwahusisha, ndio amani iendelee kusambaa e, Kilifi yote pwani yote mpaka Kenya yote. Kwa miaka zaidi ya kumi na tano wazee chini ya mwavuli wa Matka wamekuwa wakitembea ndani ya Kilifi County kwa niaba ya amani. Imekuwa ni challenge kubwa sana kwetu sisi kama vijana ndani ya Kilifi County. Mwaka huu tumeamua, tunajua haitakuwa kazi rahisi, itakuwa kazi ngumu kutembea kilomita mia tatu na hamsini katika siku kumi, lakini tutajitahidi kwa sababu tunataka kuishi kwenye hii challenge na tuko pamoja ili kusambaza amani. Sasa kwa vijana wote wa Kenya, wazee wametuonyesha njia ya kutafuta amani, tuifuate na tuige kwa mfano mwema. Ninaona wengi ni watu wazima, na wanatupatia mnatupatia changamoto sisi vijana tunamwomba Mungu aweze akatutangulia tukaweze kumaliza kwa amani, na tunamwomba Mungu pia aweze akatupa amani yake hata sisi wenyewe ambao tunatembea tukitsambaza hii amani. Nikiripotia Coco FM, mimi ni Lolani Kalu. Mimino nabasinche. Mimino nabasinche. Mimino nabasinche.